Guys, karibu katika session ya tatu ya matumizi ya mfumo wa watumishi poto, ambapo kwa siku ya leo tutaangazia moduli ya e utendaji ambayo ni moduli inayomwezesha mtumishi kuweza kuandaa mpango kazi, lakini pia kufanya uwasilishaji wa kazi anazozifanya kwa kila siku au hapo kazini, lakini pia moduli inayomwezesha mkuu wa idara au kitengo kuweza kufanya assessment ya utendaji kazi wa mtumishi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hakikisha kompyuta yako imeunganishwa na mtandao wa internet. Lakini baada ya hatua hiyo, hatua ya pili, fungua browser ya internet na sehemu ya juu ya address bar andika address ya mfumo wa ess.utumishi.go.tz. Baada ya hatua hiyo press enter katika keyboard. Na baada ya interface ya mfumo kufunguka sehemu ya username andika check number ya kwako, lakini pia andika password. Na baada ya hatua hiyo click login. Na baada ya kuingia katika dashboard ya mfumo, moja kwa moja click moduli ya e utendaji. Na baada ya hatua hiyo, kwa kuwa kila mtumishi amekwisha kuandaa mpango kazi wake, moja kwa moja tutaenda kwenye implementation and monitoring. Kwa baada ya hatua hiyo click employee. Baada ya hatua hiyo tunaona mpango kazi wa mtumishi aliyouandaa ambapo zipo jumla ya activity nne. Kwa hiyo moja kwa moja nitaenda moja kwa moja kwenye activity namba nne perform computer maintenance of within departments and units. Kwa hiyo moja kwa moja nitaenda kwenye sehemu ya action. Na baada ya hatua hiyo nita click add progress details. Sehemu ya description nitaandika activity niliyoifanya na baada ya kuandika description ya kazi husika, sehemu ya implementation status, chagua in progress. Na sehemu ya completion in percentage andika asilimia husika, na baada ya hatua hiyo click save. Na baada ya ku save, ili kuweza kutuma kazi husika kwa mkuu wa idara click sehemu ya action. Baada ya hatua hiyo click view implementation, na baada ya hatua hiyo utaiona kazi husika uliyoiandika na sehemu ya action. Ukiingia sehemu hii uta click Submit. Na baada ya hiyo, kazi hiyo itakuwa imetumwa kwa mkuu wa idara ili aweze approve. Kwa hiyo baada ya hiyo, ili kuweza kuona percentage asilimia utendaji wako wa kazi utaenda kwenye menyu iliyoandikwa Employee Performance Assessment, kwa click katika menyu hiyo. Baada ya hiyo, click Employee Performance Employee Assessment Results. Na baada ya hatua hiyo utaona asilimia zako za utendaji kazi. Baada ya hatua hiyo, naomba kuwasilisha moduli hii ya ii utendaji, na karibu katika moduli zinazofuata. Na baada ya kutumia mfumo kwa usahihi, sehemu ya juu kulia click sehemu hii, na baada ya hatua hiyo click logout.